Labda maisha ya jela walivyojua, umeingia na kesi fulani, maisha yalikuwaje? ulikuwa unapata ushirikiano au rafiki na watu mm? ah, si, mm. wengine gerezani? ah, gerezani kwanza walipata picha tu kwa sababu walisema bwana ndio wanapelekwa leo mahakamani na baada ya kutoka mahakamani wanapelekwa wapi jela, na watu walianza kugoma kwa sababu bwana, mtu akija huyo mfungie kwenye chumba chake. kwa hiyo hata nilipofika jela yenyewe kuangalia tu nikajua basi kama hapa kuna siri fulani ya unyanyapaa. so ile unyanyapaa, ila watu kuogopa, ile woga. Nilipoingia ndani kule nilipofungiwa mm -hmm. Ndani kwenye selo mm -hmm. Nikapewa godoro kwangu peke yangu nimejifunika nuta at. Nikajifunika moja kwa moja mm -hmm. Ile blanketi ilikuwa lina vumbi, nikaanza kukohoa mm -hmm kujifunakujifunua hivi kukoa watu, mjomba, nakwambia laini yote watu wote walienda chooni, nami asa, sijajua haki ya Mungu sijajua nini, nikajoba, kwa sababu wakati nimepaile blanketi nikakumuta nikakuta funza, nikajua kuna nge ko, nami nikaingiza mule mule chooni k, nikakimbia ah, Nilianza kelele mule ndani mpaka sasa mkuu wa gereza akaja. Sasa nilipokuja nina mimi sijui naona kila mtu ananiambia lama. Kila mtu lama ananionyesha kidole mimi. Nikamwambia mimi sijui, nikamwambia ashaanza mambo yake hata kutoka. Nikamwambia hapana. Siko hivyo. Unajua. Malizia pale kwamba baadaye ukapewa chumba hiyo PC. Yeah. PC unabaki mwenyewe. Ah, unakuwa unalala mule mtu peke yako. Peke yako. Eh, PC ile ni kwa ajili special watu wenye kwa adhabu. Hmm. Watu watu godoro lake niko na la. na la. Nitafanyaje? Utalazimisha? hakuna. Umeona muda wote umeisha. Hapana, sio muda wote. Nilala kule kwa kipindi mimi mwenyewe tu, nikamwambia mkoageza, bwana, mimi naomba nifanye nishatoka, kulala peke yangu, naomba nikaingie kulala na wenzangu, maisha ndio naenda.